Oktoba 4 anakumbukwa Mtakatifu Fransisko wa Asizi aliyezaliwa Italia. Ni mmoja wa watakatifu maarufu na wapendwa katika historia ya Ukristo. Aliacha maisha ya anasa kuelekea maisha ya unyenyekevu na amekuwa msukumo kwa mamilioni ya watu. Alivutiwa na maisha ya unyenyekevu wa Yesu Kristo na akaanza kuwatumikia maskini na wagonjwa. Moja ya sifa za pekee za Mtakatifu Fransisko ni upendo wake mkubwa kwa viumbe vyote Aliona uzuri wa Mungu katika kila kiumbe, kutoka kwa ndege hadi kwa maua. Maneno yake maarufu, kila kiumbe ni ndugu yangu, yamekuwa ishara ya upendo na utunzaji mazingira. Anatufundisha kuacha kujivuna na kujiona bora kuliko wengine, upendo kwa wote bila kujali dini, rangi au kabila, kutoweka utajiri na mali za duniani mbele ya Mungu na wengine, na kuheshimu na kutunza viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu. Kuna mengi ya kujua juu ya watakatifu. Tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.